...tolewa kwa serikali kutoa ufadhili wa elimu kwa vyuo vya kibinafsi washikadau, katika sekta ya elimu ya vyuo vya kiufundi vya kibinafsi wakieleza kusikitishwa kwao na idadi kubwa ya wanafunzi wanaoshindwa kulipa karo katika vyuo hivyo kutokana na ukosefu wa fedha. Vyuo vya kiufundi vya kibinafsi nchini vimetoa wito kwa serikali kuingilia kati swala hilo la ufadhili wa elimu. Mwanahabari wetu Sebastian Maria anafunga kazi na taarifa hili kutokana na ukosefu wa karo kwa baadhi ya wanafunzi, hasa wanaosomea katika taasisi na vyuo vya kibinafsi, washikadau mbalimbali wamebaini kuwa idadi kubwa ya wanafunzi nchini hufuzu kila mwaka kujiunga na vyuo vikuu, lakini nafasi finyu katika vyuo vikuu vya serikali inawanyima wanafunzi wengi nafasi ya kujiunga navyo. It is common knowledge.

is available and not to feel being left out as my colleague in Kenapko have said we keep knocking the doors of government coups and all that to emphasize this point the door is yet to open wakieleza kwa sasa ipo haja ya kuwepo kwa mageuzi ya sheria ya ufadhili wa elimu nchini, ili kuwapa fursa pia wanafunzi kutoka jamii zisizojiweza kujiunga na vyuo vya kiufundi vya kibinafsi na kupata ufadhili wa serikali kama ilivyo kwa wale walio katika vyuo vya umma.

Wakiongeza kuwa sio jambo jema kwa wanafunzi ambao wanaosomea vyuo vya kibinafsi kutopata ufadhili huo, kwani wanafunzi wote ni wa Kenya the over 900,000 students who finish form four every year. Sebastian Maria, Undugu TV.